11 Desemba usiku, Jack Leon Matoke, kijana wa miaka 23, alipoingizwa katika kituo cha polisi cha Kawangware, Nairobi, kufikia saa tano kasoro dakika kumi usiku. Mwili wake ulikuwa baridi katika makafani ya City. Nilipata habari Jack ameshikwa. Akakwambia Jack aliingia kwa seli saa hapo saa moja. Kwa hiyo kwa sekendi tu kidogo kwa anawa alikuwa amekuacha walipata kama amerarua ame, ame, ametoa tishati yake amejifunga, vile walisikia kitu inakonga hapo ndani kwa seli. Alikuwa peke yake, wakafungua mlango wakapata ame, ame amejifunga. Polisi wanasema Jack alijinyonga kwa kutumia fulana akiwa ndani ya seli, na kuwa walimkimbiza katika hospitali ya Rufaa ya Kenyatta, lakini akafariki njiani. Kupata mwili wa Jack, tukapata ya kwamba eh, kuna alama kwa shingo

where is the alleged t-shirt that he used to strangle himself it is no more i mean it is not there it has not been availed to anyone how were they moving around with him for two three hours until he died jack amemwacha binti wa miaka miwili familia yake inataka uchunguzi huru na upasuaji wa maiti ili kubaini chanzo cha kifo chake na yenye nataka afadhali yake tuchue ukweli ni nini ilifanya akakufa this is another